Huduma ya Jesus Glory kufika kusikofikiwa na Injili ya Yesu Kristo imeanza tangu mwaka elfu mbili na moja. Huduma hii imekuwa ikihubiri Injili ndani na nje ya Tanzania Kupitia huduma hii Mungu amekuwa akitenda mambo makubwa ambayo yameleta mafanikio makubwa katika jamii kiroho na kiuchumi. Kutokana na matokeo hayo, Mungu amejitukuza kupitia watu wake kwa shuhuda mbalimbali ambazo Mungu alizowatendea. Na huu ni moja ya ushuhuda ambao Mungu ametenda, tulifanya kwa umoja wetu Ilikuwa ni tukio la kuna eneo moja kati ya mpaka wa kijiji cha Katale na kijiji cha Rubafu, eneo ambalo lilikuwa limekithiri sana na hasa kwa wakazi wengi wa Rubafu na Kiamalange, ambalo walikuwa wanaona kwamba linaleta matatizo makubwa na hasa kinakuwa ni kikwazo, kwamba miradi yote hasa miradi mikubwa ambayo ilikuwa inaelekezwa kule kwamba ikifika pale inagota alafu inarudi na iyo. Kwa njia hiyo wakaona kwamba kwa kweli inakuwa ni, ni mahali ambapo miradi mingi inakwama. Kwa hiyo waka tuka tukalitafakari sisi kama kanisa tukaangalia, kwa nini miradi ikwame, kwa nini watu wasinufaike? Na sisi tukaenda pale tukaanza maombi, tukaliambia ile nafasi. Kuna jiwe moja wanaliita kabusitarwa katika lugha yetu Kabusitalwa, katika tafsiri ambayo tunaweza tukasema ni mahali pa kujikwaa, yani kija kitu kinajikwaa, alafu kinarudi, akiwezi kikapita, akiwezi kikapenya mahali pale ni basi. Kwa hiyo ndio tafsiri yake. Kwa hiyo wakawa wamepaita mahali pale Kabusitalwa, na sisi kama kanisa na kwa umoja wetu tukaenda mahali pale tukafanya maombi, na kwa kweli tukabadilisha maana ya jina lile Kabusitalwa na tukapaita jina jipya jina la Kemigisha. Kemigisha maana yake ni mahali pa baraka, ni mahali pa mafanikio, ni mahali pa ushindi. Kwa hiyo tukababadilisha mahali pale, na kwa kweli tunachomshukuru Mungu kwamba tangia wakati ule kilichofanyika kwa kweli, miradi mingi imeelekezwa kule sehemu za Rubafu na sehemu za Kiamalange, mambo makubwa yamefanyika kule, hata kuna shule mpya katika nyakati hizi ambayo imejengwa kule, lakini pia kuna matumaini makubwa, miradi mikubwa ambayo inapangwa kuelekezwa kule. Na sasa bado tuna matumaini kwamba itakwenda kufanyika. Wataweka sehemu ya chuo kikuu cha e, Nelson Mandela alafu tawi lake, halafu wataweka miradi mikubwa ya uwekezaji wa vizimba vya samaki. Hii miradi tumeona imeanza kupita, lakini kabla ya hapa au kabla ya huduma hii kufanya maombi maalum kwa kweli, pale palikuwa ni mahali ambapo hakuna kitu cha maendeleo kinachopita mahali pale na kuelekea katika sehemu zile, na hata hapo. Tukamshukuru Mungu, tumemwona Mungu akiendelea kufanya kazi. Ukiangalia haya yote tumeyafanya katika ushirika wetu, na hasa tukiongozwa na viongozi wa huduma hii ya Kufika Kusikofikiwa na Injili ya Yesu Kristo. Lakini jambo jingine ambalo tunaona huduma hii imetusaidia sana katika maeneo hii imefungua hanga imefungua hanga la huku huku. Kweli kabisa, palikuwa ni mahali pagumu, ambako watu wengi walikuwa wanapashuhudia vibaya, hata watu wa nje ya mazingira ya huku Bugabo, walikuwa wanapashuhudia vibaya, lakini kwa kweli baada ya huduma hii kuanza, sasa hivi maeneo ya huku yamefunguliwa. Watu wengi walikuwa wanaogopa kuja kukaa huku, lakini kwa sasa inaonekana sasa watu wengi wameanza kupakimbilia watu wengi wameanza kupatamani, mtu angetamani na yeye kuwekeza eneo la huku, ni kwa sababu inaonekana sasa mambo yameisha kaa vizuri, lakini pia hata hali za watu namna walivyokuwa, ukiangalia hali za watu zimebadilika, hata namna ya kumjua Mungu, watu wameanza kumjua Mungu. Zamani ilikuwa hata katika matoleo ya kumtolea Mungu yalikuwa chini sana, hii inaonekana ni namna ambavyo watu wamemjua Mungu, watu wamejua kumtolea Mungu, watu wameendelea kujitoa hata katika mauzulio kanisani, watu wameendelea kuongezeka. Namna tulivyokuwa kabla ya huduma hii, kwa kweli watu walikuwa wachache sana, watu waliokuwa na kwenda makanisani, lakini kwa sasa hivi kwa kweli makanisa watu wameongezeka na mauzulio yanakuwa mazuri. ili hiki ni kiashiria ambacho kinaonyesha kwamba huduma hii imetusaidia sana kufungua maeneo yetu, na kwa kweli tungetamani sana huduma hii iendelee hasa katika maeneo yetu, na kwa kweli imetujenga, imetuimarisha na tunaamini itaendelea kuzaa makubwa makubwa sana katika utumishi wetu. Na hayo ndio nilitaka niyaongee mbele yenu kama ushuhuda. Mimi kwa kweli, huku sio kwamba nimekaa sana lakini nimekaa kwa sehemu, kwa sababu ni, ni kama miaka minane tangu elfu mbili kumi na saba ninahudumu hapa na hata sasa bado ninaendelea kuhudumu kama mchungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Asanteni na Mungu aendelee kuagaa.